Miaka mingi iliyopita katika kitongoji cha Mbezi Mwisho jijini Dar es Salaam, aliishi mwanamke aitwaye Bi Martha, mrembo wa haiba, mwenye mwonekano wa heshima na sauti ya upole iliyoteka hata wanaume wa korofi. Akiwa bado msichana mdogo, aliolewa na kijana wa mtaani kwao aliyejulikana kama Musa, mwanaume wa hasira kali lakini mwenye bidii ya kazi. Ndoa yao ulianza kwa mbwembwe, sherehe kubwa na baraka za wazazi pande zote mbili. Mwaka wa pili tu baada ya ndoa, walijaliwa mtoto wa kike wakamwita Nifa jina la upendo lililotokana na mchanganyiko wa majina ya wazazi wake: Nisa, mama wa Martha, na Faraji, baba wa Musa. Lakini nyuma ya jina hilo kulikuwa na mzigo mkubwa wa mateso ujao. Kadri miaka ilivyoenda, tabia ya Musa ilibadilika, ulevi ukamvaa kama shati la kila siku. Alianza kumdharau Martha, kumchapa, na hata kumzuia kwenda kazini. Martha aliteseka kimya kimya kwa miaka zaidi ya kumi alijaribu kila njia kuokoa ndoa yake. Aliomba, alifunga, aliomba ushauri, lakini mapigo yalizidi, manyanyaso yakawa kama mlo wa kila siku. Siku moja baada ya kulazwa hospitali kwa kupigwa vibaya, Martha aliamua kutangaza mwisho. Akaondoka kwa Musa akiwa na Nifa mwenye umri wa miaka kumi na tatu. Alihamia kwa shangazi yake Tabata, ambako alianza maisha mapya. Akiwa mrembo na bado mdogo kwa umri, Martha alipata wanaume wengi waliomtaka, lakini wengi walikuwa walaghai, wake za watu, au wachepukaji hakukata tamaa alijikuta akiingia kutoka penzi moja hadi jingine mara na fundi magari mara na muuza duka mara na mchungaji wa kanisa jipya lakini kila mmoja aliacha jeraha hadi alipoanza kumjua kelvin kijana mtanashati mpole aliyekuwa mtaalamu wa mitandao na mwenye ndoto nyingi kelvin alikuwa na umri mdogo zaidi ya martha kwa miaka kumi na mbili lakini martha alijua anachokitaka aliamini ni fursa ya pili ya kupenda Kelvin alikuja na maneno matamu, miguso ya upole na heshima iliyomvuruga kabisa akili ya mama huyo. Akampa moyo wake wote, akampeleka hadi nyumbani. Nifa alishuhudia kila hatua ya mama yake na Kelvin, lakini macho yake hayakupumua kwa furaha ya mama yake. Yalimtamani Kelvin kwa kimya, kwa hasira ya ndani iliyochanganywa na husuda ya mwanamke anayekuwa. Nifa sasa alikuwa na miaka ishirini, alikuwa mwanafunzi wa chuo, msomi mwenye sura ya kuvutia kama mama yake ila macho yake yalikuwa na usiri wa hatari. Hakuishi kwa muda mrefu nyumbani, lakini kila akija likizo alimwona Kelvin akizidi kuchukua nafasi ya baba ambayo alihisi haikufaa kwa kijana wa rika lake. "Mama, si unajua huyu mtu ni kama kaka yangu? Huoni unaniabisha? Huyu ni mdogo sana kwako, ni rika langu. Ni aibu gani hii? Au kwa kuwa hujawahi kupendwa kama ulivyotaraji moyo wako?" Nifa aliwahi kumuuliza siku moja kwa kejeli. Martha alicheka na kumwambia, upendo haupimi kwa miaka bali kwa moyo safi unaojali na Kelvin ana moyo huo mwanangu. Lakini moyoni mwa Nifa moto wa tamaa uliwaka. Kelvin alikuwa wa aina ya wanaume aliowaona kwenye mitandao, wenye sura, busara na umakini. Lakini pia alikuwa karibu sana ndani ya nyumba yake, akipika na mama, akionekana nusu uchi akiwa anaoga. Hatimaye tamaa ya Nifa iligeuka sumu. Aliamua kumchukua, kumpokonya mama yake, na hakuwa na haraka. Alianza na ushawishi wa kawaida, kuzungumza naye kwa karibu, kumpongeza kwa mafanikio, kuomba msaada wa masomo ya mtandaoni, hata kujifanya kutaka kujifunza mambo ya mapenzi ya kiakili. Kelvin kijana aliyekuwa amezama kwenye penzi la Martha, alianza kushawishika kwa macho yake. Nifa alikuwa binti, lakini sauti yake, sura yake na harufu yake ya ujana vilianza kumvuta polepole pole, kama mvuto wa pepo mbaya. Kwa wiki kadhaa, Martha hakuhisi chochote, aliamini maisha yanamrudia taratibu na furaha aliyokuwa akiishi na Kelvin ilikuwa kitu pekee kilichomvusha majeraha ya nyuma. Alikuwa ameanza kufanya mipango ya harusi, harusi ya mwisho, harusi ya kweli, harusi ya faraja. Lakini wakati yeye akiandika orodha ya wageni na kuchagua gauni la harusi, ndani ya nyumba hiyo kulikuwa na ukimya mwingine, kimya kilichojaa majaribu. Kelvin alianza kubadilika, si kwa ghafla, bali kwa dalili ndogo ndogo: kutopokea simu mbele ya Martha, kuchelewa kurudi, na mara nyingine kumkwepa, akisema ana kazi nyingi. Nifa kwa upande wake alikuwa akichora hila zake kwa ustadi. Alimvuta Kelvin kwa maneno ya kina, kwa mguso wa mikono ya makusudi, kwa tabasamu za ujanja na macho yaliyosema naweza kukupa zaidi anachokupa mama. Kelvin alijaribu kujizuia, lakini moyo wa mwanaume ni kama chombo cha miale ya moto, ukijaribu kuushikilia unateketea. Mwishowe, usiku mmoja, aliporudi nyumbani na kumkuta Martha akiwa amelala, alijikuta akielekea chumba cha Nifa kama alivyoelekezwa na ujumbe wa WhatsApp. Nipo peke yangu leo, si ulisema unataka tuzungumze kisawa sawa? Kilichotokea chumbani humo kilibadilisha kila kitu. Hakukuwa na maneno wala maelezo, kulikuwa na uvunjaji wa heshima, utupu wa maadili na uasi uliovuka mstari wa binadamu. Kelvin alilala na Nifa, binti wa mchumba wake, mtoto wa mwanamke aliyempa upendo bila kipimo. Na kilichomshangaza zaidi ni jinsi alivyohisi furaha ya muda mfupi, furaha iliyotawaliwa na hatia nzito. Asubuhi yake, Martha alihisi hewa tofauti ndani ya nyumba. Kelvin hakuwa kama kawaida. Hakutaka hata chai. Nifa alimwangalia mama yake kwa macho ya ushindi kimya kimya. Alikuwa kama mnyama aliyewinda na sasa anaangalia windo lake likitembea bila kujua limejamiwa na sumu. Martha hakujua kwamba furaha yake ilikuwa tayari imepasuliwa. Na kwamba mwanaye mwenyewe alikuwa ameanza kumkebehi kupitia mitandao ya siri akimtuma picha na sauti za usiku ule kwa Kelvin. Kelvin alijaribu kujitenga. Alimwambia Nifa, ilikuwa ni kosa, kwamba yeye hana nia ya kuendelea na kosa hilo. Lakini Nifa hakuwa binti wa kuachwa. Alijua siri kubwa ya Kelvin na alijua mahali pa kuiumiza. Siku moja wakati Martha alipotoka kwenda sokoni, Kelvin alimpata Nifa chumbani kwake akilia kimya kimya. Alikuwa amevaa gauni la mama yake akijipuliza manukato ya Martha. Alimwambia kwa sauti ya uchungu, "Nimeshindwa, wewe ulipaswa kuwa wangu, si mama yangu. Yeye alimwacha baba yangu kwa sababu ya manyanyaso, lakini mimi nitampa yeye mateso ya kiroho, ya moyo. Mimi ni damu yake, lakini sasa mimi ni chombo cha laana kwake." Kelvin alitoka kwa taharuki, alihisi yuko katika mtego na hakuweza kumweleza Martha. Alinyamaza, lakini kimya chake kilimpa Nifa nafasi ya mwisho, ya mwisho kabisa. Siku ya Martha kumpa Kelvin surprise ya kutangaza tarehe ya harusi yao mbele ya marafiki wa karibu, aliwaita nyumbani jioni. Chakula kilikuwa mezani, Kelvin akavaa suti aliyopenda, Nifa naye akavaa gauni refu la buluu alilojinunulia kwa pesa alizotuma Kelvin kwa hila. Wakati wa Martha kusimama na kusema, leo ni siku ya furaha, natangaza tarehe yetu ya ndoa, mimi na Kelvin tarehe ishirini na moja mwezi wa nane, Nifa alicheka kwa sauti ya dhihaka na bila aibu alisimama akasema, huyo mume unayemuita mchumba ni wa kwangu mama, tumeshafanya kila kitu. Umenikosea heshima tangu nilipokuwa mdogo, kwa kuteseka kwenye ndoa zako. Ulimwacha baba ukafanya makosa yako, sasa ni wakati wako kulipia kwa mateso ya moyo, kama ulivyompa baba mateso ya roho. Kelvin ni wangu, si wako. Ukumbi ulitulia. Kelvin alikunywa mate. Martha alitikisika kama mtu aliyeingia kwenye umeme wa ghafla. Alitetemeka, machozi alijaa, akamwangalia Kelvin akasema kwa sauti ya huzuni ulikuja na upole nikakupa nafasi nikafungua moyo wangu kumbe ulikuja kunivua utu wangu kwa mikono ya mwanangu mwenyewe damu yangu Kelvin hakuweza kusema chochote alitoka kwa aibu hakurudi tena siku mbili baadaye aliaga nchi akasema amepewa kazi Afrika Kusini hakuaga mtu yoyote Nifa alibaki mwenyewe akiwa na ushindi wa kijinga usio na maana maisha yakaanza kumtesa kwa haraka alianza kupata ndoto mbaya Mama yake alikataa kuongea naye kwa zaidi ya mwaka. Watu waliomheshimu walimkimbia. Kwenye familia aliitwa mchawi, mtoto mwenye laana. Alifukuzwa kazini kwa utovu wa nidhamu, na kwa siri alipewa ujauzito na mwanaume mwingine aliyemhadaa kwa mapenzi ya ghafla, kisha kutoweka. Martha, akiwa na moyo mzito, aliamua kuhama mtaa huo, akaenda Mwanza kuanza upya, lakini alibeba jeraha lisilopona. Niandikie kwenye komenti umejifunza nini kwenye hadithi hii. Je, wewe ungekuwa ndo Martha ungemfanyaje? Nifa, mimi ninayekusimulia hapa. Laiti kama ingelikuwa ni mimi ningemchemsha Nifa supu ni mnywe mchana kweupee.